I'm here as your guest Sandra Steven Kaya, tukiwepo katika mazingira ya Moshi Ushirika tukiwa na a very honorable guest mm -hmm. Leo hii na akiwa ni rais wa hapa ushirika ambayo ni Mdakule. kule na tutakuwa naye tutatendelana mambo tofauti, ikiwa in the main role ya Voice of Change ambayo ni safe place yako wewe na mimi. Tutakapokaa tunapata experience nyingi kutoka kwa wafanyabiashara wenzetu, wanaharakati wenzetu, wanaopambana, all in all ikufika katika lengo moja la just having a, a very good life, na tukiwa na fresh experience kwa wenzetu, tukiwa very self aware na mambo mengi ambayo yanatokea. kwa hiyo kushauri usi usiache kuwa na kufuatilia vipindi vyetu, subscribe our channel. Na kama kuna mapendekezo yote, karibu kwa ajili ya ku comment chochote ambacho unahitaji, maboresho yapo kwenye kipindi chetu. So kaa tulia na kipindi kwa ajili yako wewe na mimi, don't go away. Thank you, mwanaharakati, mpambanaji, mjasiriamali, kijana mwenzangu na kwa kila mtu anayetazama kipindi hiki ni Full Voice of Change. Na leo tumetembelea chuo cha ushirika, na tuko na rais wa chuo cha ushirika. Tuna furaha sana kuwa naye, ambapo tutakaa, tutaongea mambo tofauti tofauti ambayo itatusaidia kutujenga kama vijana, kama mwanaharakati ambao natembelea wanaharakati wenzangu, like kuna vitu ambavyo siapo tunatamani kushare ambavyo vitatusaidia ambazo pia vitatupa guidance. Unaona, mimi ni mwanaharakati, lakini nafanya shughuli zangu nafanya biashara but nahitaji nina kiu ya kufanyaje, ya kujua zaidi, ya kujua wengine wana, wana, wana experience gani kwa mtazamo wao tofauti na inasaidia pia, na mwingine ambaye alikuwa hana mpango na watu ambao ni watazamaji katika kwenye swala la watu kujiajiri au mtu kufanya biashara fulani. Nadhani watu wanafikiria kwamba imewekwa kwa ajili spesifiki ya watu fulani, kwa sababu watu hawana hela. Kwa hiyo ni kwa sababu ya watu kujipambania kupata hela, umaskini. Voice of Change ipo kwa ajili ya kufanyaje, kuangalia mitazamo ya watu tofauti, kwa sababu mimi nikipata mtazamo kutoka kwako, I know kuna mtu sehemu amekaa anaweza akaangalia na akapata shauku ya kutoa kilichomo akilini mwake na kuweza kukiweka kwenye jamii na ikawa very productive kwake na ikawa productive kwa nini, kwa jamii nzima. Leadership iko pale, lakini kuna your potential iko pale kwa kupata tu muda wa kuweza kukonversate na wewe. Hivi ni kitu ambacho nimefurahi sana kwa hivyo, karibu sana ukiwa na mimi, host wako, naitwa Sandra, Sandra Steven Kaya, yeah, karibu sana. Mimi naitwa naitwa Mdakule Agape Edward ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha ushirika Moshi, chuo pendwa na chuo pekee ambacho kinatoa elimu ya ushirika lakini na biashara, ikiwa inatoa wanafunzi au wabobevu wa sehemu ya biashara. Na kama ulivyoeleza mwanzo kwamba una, una una mbinu au una mipango na una mipango ya kufanyaje ya kutembelea wanaharakati yeah. na ikiwa ni moja ya wanachuo ambao wamehitimu kuwatembelea wanaharakati wenzio ambao wapo mm. chuoni lakini wana, wanajiendeleza na vitu vingine nje na, na shule mm. na ikiwa ni moja ya vyuo ambavyo vinatoa elimu za biashara Tanzania mm. tunajivunia kuwa na wanafunzi ambao wanasoma darasani, lakini wana, wana, wanafanya vitu vyao kutumia elimu, wanaihamisha elimu kutoka kwenye makaratasi na kuwa reality, ikiwa ni moja ya sehemu ambayo tunashawishi tuna, tuna, tuna na ku na kuhimiza mara kwa mara, mtu ukisoma darasani basi jitahidi walau hata kidogo utumie muda wako kuweza kuimplement kwa kile ambacho umeweza kufanyaje kujifunza darasani, usibakie hmm, tu kwamba una GPA kubwa, lakini hmm, uwe na kitu, ndio kile tunasema kama mwishoni kwamba je, una nini ambacho unaweza kujivunia hmm, competitive advantage ulionayo wewe tofauti na mtu mwingine ambaye hajafika Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi hasa hmm, yes. ukipata product za ushirika hmm, au Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi na ukichukua na zingine, kuna competitive advantage mtu anakuwa nayo ukiacha ile implementation mm-hmm. lakini mtu ana nini ambacho kipo kwenye kichwa chake? Unaweza kuwa na GPA ya 4.5, lakini je, ni kweli ana 4.5? Lakini product nyingi za ushirika, unakuta mtu kweli ana 4.5 GPA, na uhalisia wake kisha ni mwaka ana 4.5. Karibu sana Chuo cha Ushirika Moshi, sehemu salama, hujakosea. Karibu sana, asante asante. Jieleze kwa maneno matatu. Mimi naweza kusema kwamba mm -hmm, mimi ni mwanafunzi kiongozi mm -hmm, chuoni kwetu, lakini ni mwanafunzi mwanaharakati, sio mwanaharakati za kimapinduzi ya mwanaharakati za biashara biashara. Lakini pia napenda mafanikio ya mtu kutoka kwangu, ile ni furaha yangu kama ilivyo furaha yako wewe mm -hmm, kwamba unapenda kufurahi, basi na mimi napenda mafanikio ya mtu atoke kwangu ni moja ya furaha, nadhani nitakuwa nime- nimemiti e, e. Na pia ni namna gani unaweza ukasema uongozi umekusaidiaje, umekushepuje? Yani kuna namna wewe ulikuwa hivi, lakini kwenye kujiweka kwenye position ya wewe kuwa rais ama unaweza kaa ulikuwa kabla kabla ya urais kwanza, ulikuwa na ulisha kuwa kiongozi yeah? Labda naweza kusema nika share mm, the history kidogo kwamba mwanzo kabisa nilipofika, nilifika 2021 chuo kikuu cha ushirika Moshi, mm, nilifika nikaanza diploma ya marketing inaitwa e, DBM, ambayo nikajifunza the way how marketing ipo kwenye DBM kama diploma niliweza kujifunza mambo mengi, lakini nikawa kiongozi wa darasa. Kwa kiongozi wa darasa nilifurahia kuwatumikia wenzangu na sio kutumiki, kutumika kutumikiwa, I mean kutumikiwa. Kwa hiyo nilifurahi sana kutumikia wenzangu sana kusababu, mda lakini, kwa sababu kuna muda mtu anashindwa kitu fulani, lakini ndipo kuwa kama daraja kwake, basi kwangu ilikuwa ni furaha kubwa, kama nilivyosema mwanzo kwamba mafanikio ya mtu kupitia mimi basi huwa na furaha. Kwa hiyo kwa namna ile ambayo niliishi, japo kuna watu huwezi kusatisfy wote. Mm. Eh, kwa wale ambao niliwa sikuwapendeza, iliniumiza lakini ilikuwa ni sehemu ya kujifunza. Mm. Ule uongozi wa darasa alikuwa na watu kama watu wachache, ilinishape ikanifundisha, uongozi ukoje, ni namna gani ukiwa chuoni. Kumbuka unaongoza watu ambao ni, ni watu wazima wanafanya maamuzi yao binafsi, hauwezi kutumia fimbo nikutumia mind sasa, saikolojia yao waweze ku-switch ije kwenye kile kitu ambacho kitaka wewe au vile ambavyo wa, wanatamani kama chuo anatamani kama chuo, viweze kuendelezwa au kufanikiwa, basi washawishi waweze kufanyaje kuingia kwenye kwenye huo mchakato. Kwanza pale, baadaye nkaja ku, kuendelea na, japo mwishoni natamani kuacha chuo nishetu diploma niache, lakini kuna ndugu yangu mmoja kanishauri kwamba kwa sababu ule msimu, kuna ndugu yangu anamaliza kwao sasa, nikawa nimevaa ni ile joho lake, akaniambia kwamba sentesi moja, umevaa hilo joho, hiyo ni kesi umenunua. Kwa ile ile sentesi, sidhani kama yeye anakumbuka, lakini mimi nakumbuka ile sentesi, ilinijengea confidence kwamba ninaweza nikaja na nikasoma bachelor. nikaendeleza elimu yangu kuja kuendelea bachelor nikiwa first year, nikaendeleza ile tayari, spirit ya uongozi ishaingia hmm. kwenye damu, kwa tayari ule uongozi nikaendelea nikaja nikaa nikawa kiongozi wa darasa tena, nikawaongoza wenzangu nikiwa nawatumikia, nikawa naendelea kuni shepu. Mwaka wa pili same applies mm, ukawa nazidi kuni shepu, lakini kutoka mwaka wa pili diploma, kuna watu wanasema unaweza ukawa president, you can. Kuna kitu kanajuliza, kuna kitu gani ambacho ninacho, competitive advantage gani ambayo mimi ninayo, mwingine hana? Na sio kwamba mimi ni bora kuliko wengine wote, hapana. Ni basi tu ile kwamba sasa Mm. Uh, uwakilishi kwa wengine, lakini wapo wengine ambao ni bora hata zaidi yangu, lakini kupitia ile sauti kwamba you can, nami nikasema kumbe inawezekana na, na mwisho wa siku basi nikasema I can be, na nami nikaingia nikachukua fomu na leo tunazungumza nikiwa mwakilishi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Uongozi ndio ulikufanya ukaweza ku, kujiona pia kwenye kwenye kutaka kujiajiri ama kuwa na kitu chako au kuwa na biashara yako. Uongozi umenikuta nikiwa na hiyo mindset, kwa naweza kasema kwamba mm. mindset ya kwamba nataka nifanye vitu nje na, na shule mm. ilikuwepo kabla mm. kwa ile ya mwanzo mm. ya kwamba mimi naweza kufanya vitu nje hata na shule mm. nilikuwa nayo na nikaanasema lazima nifanye ni moja ya dream kwamba lazima nifanye biashara, lazima nifanye hiki nifanye kile nifanye biashara hii nifanya. Kwa sasa tupo kwenye biashara ya familia ambayo tunajihusisha na mm, yes, ambayo tunatoa tuna, tuna huduma kwa jamii maana, mm, kama utamjengea uta mtu nyumba ijapo, yeah, atakulipa some amount, lakini ile ni huduma kwa jamii yeah. Kwa kama ni huduma kwa jamii, manake kuna kitu namsaidia mtu kwenye jamii yake mm ni-na ni, ni, pia nadhani kwenye, na kwenye kujiajiri mm. Kila mtu ana position yake kwenye jamii. Yes. Kwa hiyo kuna kuwepo kuna gap nyingi kwenye our societies kwamba sio kila mtu ataweza kuzifunga hizo gap. Ni sisi hapa ndo tunaangalia uwezo. Mimi nadhani pia kila mtu ni kiongozi, inakuja kwenye pointa kwamba kila mtu ni kiongozi kwa sababu kila mtu ana contribution yake kwenye kwenye, peace, nani, kwenye kila jamii. Yeah. Kwa hiyo na maana kwa kila kijana, mimi nadhani kama kila mtu ana contribution kwenye jamii, nadhani swala la kujiajiri ni kitu kizuri na moja ya kitu ambacho naweza nikasema kwamba Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kimetusaidia vijana wengi ambao tunasoma hapa amba. Yeah. kina, kina kufungua mind ujue utambue Mm -hmm. Gepu liko wapi kwenye jamii Economics? Yes. Mm -hmm. Uchangie nini kwenye economics ikiwa mm -hmm. na wewe unapata kama win-win situation mm -hmm. Unaisi, unaisaidia jamii mm -hmm. kufikia mahitaji yake ya msingi ikiwa na wewe una gain kitu fulani. That's why ukiangalia kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa mba, mba tayari ameshaona magepu, kuna gepu gani ambalo lipo, kitu gani nifanye, sehemu gani ambayo imepwaa Okay, ipo lakini je, naweza kaongezeaje thamani kile kitu wengi, lakini, ukaona, e, kwa mfano kuna wengi wengi, ukaona eh, usije kashangaa kwa kuona kwamba kuna mama ntilie mmoja ametoka metoka chuo kikuu cha ushirika Moshi, anaweza kiongezea thamani basi watu wakapenda biashara yake na akapata wateja wengi kuliko hata wale ambao walikuwepo mwanzo kwa kutambua magepu kinatufanya sisi tuweze kuingia kujiajiri na kuongeza e, e, vipato vyetu na pia kusaidia jamii. Kwa namna gani? Kuna muda mtu akijiajiri akikuwa ana uwezo wa kuajiri wengine, ndio of which inasaidia kupunguza janga la unemployment kwenye jamii ambako ni kilio kikubwa. mm -hmm. Kama mtu atamani ajiriwe. mm -hmm. Kwa hiyo mwenye mindset ya kwamba lazima niajiriwe yule, unamsaidia kwamba sasa kupitia mimi niliyeweza kujiajiri ninaweza nikamwajiri yule aliyesema lazima niajirie, ndio nifanyaje nitoboe kwenye maisha. Sijui kama nitakuwa nimejibu. Kwenye uongozi wako ni kitu gani ambacho kilishai kutokea kilikufanya ukajiona wa ajabu? Sure unagiwa... vitu vya kudisappoint huwa vinakwepo, lakini kuna kanuni moja inasema lione tatizo kuwa fursa. Usipoliona mm -hmm. tatizo kuwa fursa, maana yake tayari kwako ni changamoto. Mimi wanapenda mm -hmm. okay. kuona matatizo kama fursa. Kama nilivyosema mwanzo, e, chuoni si tunajifunza vitu vingi mm -hmm. ikiwa kutambua gepo mm -hmm. kwa kuna muda pia, zile yale matatizo inakuwa fursa kwa mmoja wapo. Kwa mfano, nakupa mfano mmoja, msimu wa korona mm -hmm. kuna watu waliona fursa ndani ya changamoto wale wale wale, washona wa mafundi cherehani mm. waliona watu wakitengeneza barakoa mm. wanaweza akauza wakaingiza kipato, kwa sababu barakoa ilikuwa ni, ni lazima mm. lazima uwe nayo ndio uingie ofisi, lazima uwe nayo upate huduma, lazima uwe nayo ili ujikinge na magonjwa ambayo ilikuwa ni hatari. Watu wakaona fursa, wakatengeneza barakoa. Kwa hiyo kwenye changamoto ambayo inakuja kwenye uongozi Hmm. Na ndo huwa naipenda nake ikija ukaweza kuitatua hmm. Ndo ile ambayo nilisema mwanzo kwamba sasa mtu akiwa amefanikiwa kupitia mimi kama daraja basi ndo kujisikia wangu vizuri. Kuna changamoto zinatokea kwenye biashara at the same time kuna, kuna, unajua kuna, ni kama multipurpose hmm. Unapata changamoto huku, unapata changamoto huku. Unatamani sasa kuachilia kimoja hapo imeshakufikia sehemu moja hmm. hmm. hmm. Kama nakuelewa hmm. Katika moja ya moja ya kitu ambacho ni kizuri ni ufanisi wa kazi. Ufanisi wa kazi huja kama kuna mgawanyo wa majukumu mm. na ili majukumu ya ili ufanisi utokee, basi yule mgawanyo lazima ufanyike vizuri. Uongozi wa chuo na kuna biashara na kuna vitu vingine na kuna mambo maisha yangu binafsi, maisha yako binafsi. Yes, na lazima niwaze kwamba kesho yangu itakuwaje na nini vitu vyote lazima vichangane, lakini ukiweza kufanya mgawanyo, kwa mfano, kwenye uongozi siko peke yangu, yeah. na ni kitu ambacho hakiwezekani mtu kwa peke yake kwenye jamii kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kubwa ya chuo kikuu cha ushirika Moshi, ambako tuna viongozi tofauti tofauti: kuna, kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kuna mawaziri, kuna manaibu waziri, kuna makatibu wa wizara, kuna katibu mkuu kiongozi kuna wabunge na kuna wanafunzi wenyewe. kwa kama mgawanyo mzuri ukifanyika, na ambao na ambacho kitu tunakiapply kwetu, tumefanya mgawanyo mzuri wa majukumu. Ikiwa mbunge mwanafunzi mwenyewe anaeleweshwa ili a take responsibility zake, afanye kuepusha kumlaumu fulani kwamba hajafanya kwenye kitu ambacho kwa responsibility yake, kwao tunaweka na create awareness abana fanya mwanafunzi achukue responsibility zake, na mwisho wa siku inayokuwa ni ni changamoto kwake, basi CR, e, au mbunge yote ambaye anakuwa karibu naye anakuwa ni bridge ya yeye kumconnect mbele, ili tatizo lake liweze kuisha. Lakini haishi pale. Ikiwa changamoto imezidi, basi stepwise atakuja ngazi kwa ngazi, kuja mwisho wa siku tamkuta president. Kwa kufanya hivyo, kila mtu akifanya kwa sehemu yake kwa usahihi ufanisi wa kazi ufanisi wa matokeo lazima uwepo. Same applies kwenye biashara. Biashara sio kama niko mimi tu, kama nimesema mwanzo ni familia, kwa maana kuna watu wengine ambao wanaendelea ambao kuna na kwenye kuna uongozi kuna kiongozi mkubwa, anayefuata huyo, anafanya hiki anafanya kile, of which vyote vikiwa collected vinaleta e, ufanisi wa matokeo. moja ya ambazo zinatoka zikiwa bora basi ni moja, kwenye, ni moja ni kutokana na, na, na uongozi na kutokana na ufanisi ambao tunaufanya kupitia mgawanyo wa majukumu kwenye biashara yetu. Na kwenye familia same applies au kwenye individual ambayo mm -hmm. E, ni, ma, ni, maisha binafsi sasa hayo sana bidi nijigawanye. Kwamba muda fulani nitenge nafanya kitu fulani, muda fulani nafanya kitu fulani ili mambo yasichanganywe na yakaharibika. Nadhani nitakuwa nime nimejibu. Ndiyo. Kwa hiyo kwa, kwa maswali haya machache nimeweza ku, naweza kujua vitu vingi kutoka kwako. Yeah. I can see you are very systematic. Asante. Yeah. Ni, ni elimu ya, ya darasani I, I just need so, mimi nimesomea nime nime kitu kingine nimesomea mambo ya taxation na accounting kwa kwetu. Yeah, basi naanza kuuliza unajisikiaje kuwa alumni wa Chuo Kikuu cha Ushirika um, like, bachelor kuhul. Hapana, mimi ni product ya, ya nadhani ni ya kama ya kwa sasa miaka mitatu kama ya nne hivi, haina muda mrefu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuja kusomea, sijui nielezeaje.